Utamtafuta je mtu kiolela hivi, eh? Yani kuzunguka kote huko unamtafuta mtu kiolela hapa mjini, mzee. Usimtafute usi mtu kiolela kiasi hicho, pamebadilika hapa, sawa? Kwanza unatoka wapi? Ah, mimi natokea Ndeni kwa Msanja. Andeni kwa Msanja, Andeni kwa Msanja? Yeah. Sasa Andeni kwa Msanja kote ndio unazunguka, unakuja mpaka huko, kote unazunguka unamtafuta mtu kiolela hivyo kweli? yeah. Eh. Ah, yeah. I say, anaitwa nani? Ah, mjomba wangu anaitwa Rajabu. Rajabu? Eh. Hey anajishughulisha na nini huyu mjomba wako? Anajishughulisha na nini? Mjomba wangu yeye ni mtu mwenye pesa, mtu maarufu sana, kwamba yeye ana pesa za kutosha. Ni mfanyabiashara mkubwa, ana majumba na magari ya kutembelea, eh? Yaani ana nyumba zake nasikia huko mjini yani nyumba kama majani tu. Kwa hiyo nikaona nije kwa mjomba wangu kwanza, nije kurelax kwa mjomba, nije kujiachia kwa mjomba wangu. Nije kula bata kwa mjomba wangu, wenyewe watoto mjini mnaita bata. So nije kula bata kwa mjomba wangu. Hapana, Rajabu si. Woh, una picha? Ah, picha sina ila na namba yake ya simu. Una namba yake ah, ya simu? Basi nige yo namba yake. Hebu hiyo namba yake ya simu sifuri saba moja uh tatu -huh. kumi uh -huh. ishirini uh sabini na nne -huh. Ah. Sasa usi kibwa huyu kibwa yeah. Kibwa ndio mdudu wa aina gani? Ndio tena. Mimi simtafuti kibwa, namtafuta Rajabu. Rajabu ni mtoto wa dada yangu, baada ya kuzaliwa mimi kazaliwa dada yangu. Alipozaliwa tu mzee Rajabu baba yetu sisi ndio alimpigia adhana akamwazinia na kumpa jina lake kwa kila mzee Rajabu. Na huyu mzee Rajabu ni mtu ambaye, ni mtu wa dini, mcha Mungu, swala tano pale kijijini, ana msikiti wake nyumbani kwake, mtu wa ibada. Sasa leo hii unaponiambia, kijana mjomba wangu amekuja mjini anajiita kibwa yani, bora hata dada yangu alivyowahi kufa tu aje ashuhudia ya mauzauza, kwa maana haya ni mauzauza kwamba unaadhiniwa, unapewa jina ya Rajabu, unakuja unajiita Kibwa? Kibwa, Kibwani, mzee mi namjua vizuri yaani, huyu huyu anaitwa Kibwa, namjua vizuri tu sawa. Sasa hilo la ajabu, la ajabu mimi sijui hilo la ajabu. Mzee wangu najua kwa jina la Kibwa huyu mimi anamfahamu vizuri tu, huyu unampata. Sema sasa mzee wangu eh, wewe unajua unaweza ukachangia cha mwemvuli. Mwemvuli wa nini eh? mwemvuli wa nini? Ah, sasa mzee wangu sio, najua kali ile Jua kali sawa. Jua sisi tushalizoea sisi, kijijini tunaingia shamba saa kumi na mbili unatoka saa moja usiku. Mzee wangu, mimi simaanishi hivyo bwana, umechangia kidogo, baada tuna, tuna ita ganji fungula kumi kwa hiyo, alafu, kwa hiyo kuhusu hilo usijali. Eh? Alafu mimi unavyoniona hapa sio kwamba hapa mjini mimi mgeni sana. Mimi mwenyeji. Mimi hapa mjini nilikuja niliweka hata alama zangu. Sawa? Kwa sababu sisi kule kijijini tunaenda mifano ya mbwa. Mbwa anapopita anapoenda mahali kwamba kila sehemu anaenda, anakojoa kidogo, anakojoa kidogo, anakojoa kidogo hadi anafika safari yake. Mwisho wa siku, anapokuwa anataka kurudi, huwa anapita ananusa ile mikojo hadi anafika nyumbani kwao. Sasa mimi mwenyewe unavyoniona, kuna alama zangu nilizieka huko. Um lakini sasa hivi nashangaa kwamba hamna, kwamba barabara zimekuwa za lami, watu wamejenga sana, miundo mbinu, umeme, naona mitaro ipo, makaravati. Zamani kulikuwa hamna huku, unaona. Huko zamani huku sisi tulikuwa tunawinda ndezi, tunawinda sungula. Huku unaweza kukuta kuna siku huku mapori, kama tunapishana na simba, lakini sasa hivi hamna, unakuta rami kama hivi. Kwa hiyo mi mwenyewe sio mgeni sana hapa mjini, ila alama zangu tu ndio hazipo. Kwa hiyo cha kufanya Kijana, saidia nimpate mjomba wangu. Kwa hiyo kuhusu hilo swala la ganji, nitakutoa amna shida. Ah, mzee, usije tena ukaita miayusho jue mbele huko ikawa balaa tena. Sawa, usinitembeze na mjua wote huu afu mwisho wa siku unaniachanjia panda, mi sitaki bwana. Mimi mtu mzima bwana, mtu mzima. Wanasema mtu mzima dawa na siku zote jungu kuu alikosi ukoko. Kuna kitu changu hey. Ni muhimu sana nimekisahau kitu. Nimekisahau nyumbani, nyumbani. Hey. Wapi? Kwa Msanja andeni wewe. Ah, yaani mzee mimi niliyajua haya bwana, unanitembeza jua lote unanitembeza tu, mimi sijawahi kupotea ujue, hapa mitaa yote hii mitaa mimi naifahamu hii naipata vizuri, sijawahi kupotea. Kwa Msanja unaenda saa ngapi na unarudi saa ngapi? <laughs> yaani dakika moja tu sasa hivi naenda na kurudi <hazimu> hey. Wewe. <laughs> <laughs> usekogo kijana <haki> chite <laughs> twende kwa lajabu <laughs> mimi. Nikajua uvutaji wako wa rangi ungekufanya uwe na busara, lakini bule kabisa. Asa, kwa nini ujanipigia simu ulipogundua ule ni mjomba wangu? Sasa, hmm, mimi nimefanya kosa gani? Umefanya makosa. Kwa nini ujanipigia simu ulipogundua ule ni mjomba wangu? Hey. Afu ndugu yangu wewe sasa we, namba zako mimi ninazo eh? Na nishajua kwamba yeye anakutafuta wewe kibwa na, na kwako napajua. Sasa kuna haja gani tena mimi nikupigie simu? Na inavyoonekana huko kakosa watu wakawatoa msukule kaja huku mjini na wewe umekutana naye na no, sijui kama utapona wewe. Au mm, <laughs> ah, eh. Hey, hiyo unashakujua wewe. Wewe unataka tu kuniweka mbali na mjomba wako. Si ndio? Yaani unataka wewe ukae uka karibu na mjomba wako, mimi nikae mbali naye ili mradi nisipate vitu vyangu vile ninavyovitaka. Mjomba wako ana vitu ambavyo mimi nikiwa naye karibu awe. Ah, wewe na kuwa boss itakuwa tajiri muda si mrefu wewe. Kwa hiyo unataka kuniweka mbali ili mradi tu nikose hivyo vitu nishakusoma. Hivi hata kwenye safari safari huko hakujatokea vitu vyote vya ajabu ajabu huko. Ah, njiani njiani huko. Sikiza, mjomba wako ana madini yule? Au hajakwambia mjomba wako ana vimbwanga kijini kule? Kila ukianzisha biashara haiendi, kila ukianzisha biashara haiendi. Nimeamua kukimbia nije mjini nije anzishe taratibu -tar -tar, na wewe unam, unamleta ameshinda kunibibu mimi, mm. sasa kubibu katisalia ana yeye kaja namkuta anazunguruka zunguruka mpaka ah. Unashangana ah, nita ah, kijana wewe samani sana, vipi ah bwana ah. Mimi hapa namtafuta Rajabu Rajabu Rajabu Rajabu, wala Rajabu mimi simjui. Ndio tukafika kwenye namba, kumbe kibwa kana sio namba, kumbe kibwa kana sio tatizo. Umeletea matatizo makubwa, sijui inakuaje wewe sasa. Ina maana unamkataa mjomba wako wote? Wezaje kumkataa mjomba wako, unamkataje ndugu yako? Ndugu akataliwi bwana. Wewe vipi? Eti kuna haja mimi nikupigia simu, nikupigia simu wewe tena, wakati kwako napajua eh? Na nishagundua kwamba mjomba wako anakutafuta wewe, mhusika ni wewe. Na kwako kwa napajua. Kuna muhimu gani tena sana nianza kupiga simu ni, ni malize salio langu. Wewe si ndio umemleta? Kama unaona unafaa no, basi mchukue ukakae naye kule. Haka. Nikae naye vipi sasa? Ninapolala mimi mwenyewe napajua, siwezi kukakaa naye. Wewe kaa naye, mimi mwenyewe nikiwaacha nakuja pale bwana mjomba mjomba napata vitu vyangu naondoka. Vyako? Eh. <laughs> Hey. Usubiri kutolewa msukule. Maana naamini kabisa hicho ndicho unachokitaka. Afwe. Acha mambo yako hayo tena, ukome sawa? Maswala ya msukuli msukuli hapa, hebu achana nayo hayo. Wewe vipi huyo Mjomba, asubuhi kwa, tunafanyaje? Hayo mambo ni ya kijijini, huku mjini mambo hayo hakuna. Uliona hapo mjini watu ma... wakasalimiana asubuhi kwa? Mjomba, niwe mnaishije? Ina maana unapoamka asubuhi umjulie jirani yako hali, maana wanasema jirani yako ndo ndugu yako. Wenda mwezio usiku amelala na matatizo anaumwa, ajisikia vibaya. Kwa hiyo ukiamka asubuhi lazima upite kwa majirani, unaenda unasalimia kwa mama fulani, unasalimia unaenda kwa matebehante unasalimia, unaenda kwa mama Salumu. Yaani ndio sisi vijini tunaishi hivyo. Nyinyi mnaishije huko mjini? Yaani sio kusalimiana tu. Hata swala la chumvi. Amna mambo ya kuomba chumvi wala kibiriti. Kwa maana maana yangu kukuambia tunafanyaje? Ni swala mambo ya chai tu. Ah, chai mjomba, fanya tu tunywe chai. Maana mimi sala ya Luma. Eh? Nimekuja kwa mjomba wangu mwenyewe kunijimoe mwae. Eh, mjomba fanya maarifa tunywe chai. Hmm. <laughs> eh, hey, fanya hivyo mjomba. Sala ya Luma eh. Hey. Asaba uko, to, eh hasa hapa mimi na shilingi 700. Kwa nina kununua sukari huko bondeni. Itabidi hela vitafunio utoe wewe hapo. Umesemaje eh? Umekuja bila taarifa. Kwa mimi nina 700 tu ya sukari. Hela vitafunio itabidi utoe eh, wewe. Yaani mjomba, una 700 ya sukari. Hela vitafunio nitoe mimi mgeni tena. Eh, mimi wa kulidai hela vitafunio wakati mimi mgeni nimekuja kwako mjomba. Yaani wewe kunifanya mimi hivyo hivi? Kama ingekuwa ndo marehemu mamako amekuja kukutembelea asubuhi, ungemwambia masuala ya kuchangishana hapo? Unanipigisha, ina maana unanipigisha na mimi nichangie vitafunio? Mjomba, akili zako ziko timamu kweli? Hivi unafikiri mama mchezo? Sasa mama angekuwa angenonea huruma hapa, hata sukari yenyewe singetoa mimi hapa, ila vitafunio, sukari zote angetoa yeye. Basi kaite sukari tulambe, mjomba. Yaani mimi hapa sichangii hata mimi. Mimi nimekuja kwa mjomba wangu, mimi hapa nimekuja kula pensheni mimi, nimekulea umenyia kiganja changu hiki leo hii mimi kwa sababu sabu dadangu amekufa, ndo wendo wakunyanyasa mimi wakunidai mimi hela ya vitafunio kweli? Unalia aibu. Mambo ya vijijini unaleta vipi mjini, unalia nini? Nimkumbuka dadangu. <laughs> Mtoto unanyanyasa Rajabu Rajabu unanyanyasa kwa sababu dadangu ametangulia mbele yake <laughs> kama hivyo lia, ninaenda nunua sukari hivyo kwao, nikirudi alafu tafuniwa nikukute wewe. Nenda kwanza, ujue mjomba mimi, mjomba ni mama eh. Mimi ikifikia hatua nikikasirika, nikiutoa nikiupiga chini, wewe unakuwa chizi, unakota makopo au. Niutoe niupige chini unasemaje? Mjomba niutoe niupige chini uwe chizi ukote makopo? Sasa sikiliza, kutokana hapa chini pana vumbi moja, nikakuletea kitofali uupige chini vizuri. Wewe nenda, lakini ukirudi, nina kesi na wewe wewe usikudanganya mimi, mtu mzima na acha shughuli zangu nakuja kwako, afu mambo yako wenyewe horogoju, mambo mabovu kabisa. Naenda na kusubiri na kesi na wewe hapa hapa. Mimi siondoki mjomba, mimi ndio nishafika hapa Kigoma. Mwisho wa leo wewe, damani ya mbuli tige. Rajabu, njoo njoo hivi no. Mjomba nimekuita muda wote unaninyamazia hivi kweli? Ni yaki kweli mjomba, kweli nakuita, mjomba, mjomba, mjomba, unaninyamazia hivi Rajabu? Mimi nimezaliwa tumbo moja na mama yako kweli kwamba mimi nimenyonya nikamwachia zio mama ako akanyonya, ina maana mimi ningekuwa na roho mbaya ningemuua bi mkubwa mama ako asingizaliwa. Unalifahamu hilo kweli? Hapo ndo nikuulize wewe sasa, we mama ndo kanidanganya au wewe? Make najua ni ndugu lakini sasa nashangaa unalirudia hilo swala, maana hu huangalii kwamba sura yangu na sura yako ya kwako wewe na sura ya marehemu mama ako, huoni tunavyofanana eh? Yani kama sura ya dadangu kama imechukua imepigwa kopi imebandikwa mimi hapa. Lakini wewe leo hii waku ninyanyasa mimi mjomba wako nimetoka huko nilikotoka. Mimi nina shughuli zangu kijijini, nalima mie. Eh? Nafanya shughuli zangu, nakata mkaa, nala vizuri, nala kwa wakati. Lakini leo hii mjomba nakuja kwako, mniambia nienda kufuata sukari, kuanzia asubuhi saa 12 hadi jioni saa 11 ndio unarudi. Hivi unajua maisha ya mjini mjomba ninayoishi? Umekuja kwa lengo la kusema mimi nina maisha mazuri au maisha mazuri umewakuta hapa? Unajua naishi vipi? na isitoshe, we maisha miaka zamani umekaa mjomba, enzi za sukari guru. Wewe sukari guru mimi nimetumia tena, sio sukari guru tu. Sisi enzi zetu kipindi hicho sukari ilikuwa dimu, tofauti na sasa hivi. Sasa hivi sukari kila sehemu, ukienda maduka kibao, sukari zipo. Si tulikuwa naweka foleni, unaweka jiwe kwa mwenye duka asubuhi. Akiamka mwenye duka nakuta foleni ya mawe hapo hapo, kwenye swala mawe hapo Mi nimeenda duka la mzee nanii nini mzee Abdalla pale. Nimekuta foleni namna hii watu wameweka mawe yao. Sasa mimi nimechelewa nime hiyo ndo nimeka nime, nime, nime huku nyuma kabisa huku. Ndio nimechelewa. Mtoto mbaya wewe. Hivi kwa Dar es Salaam hii sasa hivi yakusema kuna duka la kwenda kuweka jiwe, maduka yamejaa kibao kila sehemu maduka yapo. Ungenipa mia hela sukari ningekuwa nisharudi ni muda mrefu. Sasa kama ni sukari sibora to ninge ni, hela ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, sukari si hapa nimekuja nao sukari. Sukari sukari si hapa. Kwaiyo mimi na maana nasubiria sukari pia ni mpumbavu. Kitu kingine kuna mkwemzi. Sio soni mie sikunga ino mbuli nkulu longa Kizigula hilo watu wajinkano wachikaula vina kwambwani, yaani ninavyokwambia mimi nishafika mjini, Kizigula nimekiacha kwa msanja ukuandeni hapa mimi naongea kiswahili kwa kwenda mbele. Jamani majirani, mjombangu kaondoka tangu asubuhi ndo anarudi saa hizi, kaenda kufata sukari, sijanywa chai, sijala mchana, yaani mtoto atakuja kuniua si hivyo? Ndo anapotaka hivyo aruselo, watu wamanya, wewe ni mkilalwlo hivyo kikonga jik iki lajabu, shika dabu yako kichaa. Mwenyewe mi sio kichaa bana. Hivyo mjomba wewe, wewe wewe ni wakuninyima haki zangu za msingi kweli? Wewe ni wakuninyima mimi siende chooni. Kwa nini unafanyia hivi mjomba? Ajabu. Chooni kuna mambo mengi sana. Mimi shughuli yangu sijamaliza, siwezi kukupisha. Lazima nimalize mambo yangu ndio niweze kukupisha na wewe uende. Alafu mimi nimekuja kukufundisha maisha, jinsi ya kuishi na binadamu. Kuna protoko za kuishi na binadamu wenzio, lakini wewe unaishi tu upo upo tu kama ng'ombe. Mimi uko nilikotoka andeni watu wananiogopa, watu wananisujudia. Huku kwenyewe watu wananiogopa, wananisudia, lakini wewe mjomba wangu unashindwa hata kuniheshimu wala hata kidogo, ili hali mimi nimezaliwa tumbo moja na mama yako. Wewe una akili kweli? Au unataka mimi nikufanyie ni, ni, ni kitu kibaya? Saa hizi ushasema, ni wajinga ndo wao wao. Wewe nakujua vizuri, nazijua kodi zako wewe, huwezi kuniroga yani yani, yani, yani, ukiniona unaingia chooni nikiwa naondoka, unatoka. Wewe ni kuninyima kizangu za msingi, wewe mjomba. Mimi naweza nikakufanyia kitu kibaya, naweza nikaguza hata kapeti ka nikaona kukanyaga, au naweza nikageuza hata shuka nikaona kutandika, eh? Mimi ni mtu hatari sana, mjomba. Mimi ni kidaha mm -hmm. Eh, yani nachoma, yaani wewe, wewe sio wa kuninyima uhuru na cheo changu mjomba.